Sawasawa, so, so, hongera sana. Unadhani kama watu hawakuchukui serious kwa sababu umeimba na, na Roma ngoma kali sana, lakini mtu atashangaa kwa nini unashiriki BSS wakati kipaji chako tunajua ni kikubwa mpaka Roma alikuamini akaimba na wewe? Ah, kuimba na Roma ni kitu kingine, na kuingia BSS ni kitu kingine. Unajua BSS ni kama nyota. Umeelewa? BSS ni ndoto za watu maana BSS ni future ya watu na ukipitia BSS, kama unahitaji kufika mbali lazima upitie BSS ili talent yako waweze kuikuza. Unaona sasa hivi wameamua kuchukua, kuchukua nani makubwa makampuni makubwa ndo wanashirikiana nao. Ni kwa nini? Ni kwa sababu wana vitu vingi ambavyo wanahitaji kuweza kutanua talent ya msanii yoyote. Sawa sawa so, so. E, mtu ambaye anakutazama pale angetamani kusikia kionjo, basi kabla hujaenda ndani, kwa sababu so, tunajua usha shiriki nyingi, atachokisikia hapa, ataona da huyu jamaa kweli anastahili. Mm, shamotas. Anastahili mm, tunzetu kwa uzamini washa motas, yani bebi na nanguka, yani bebi na legea, yani bebi na zilahi Mm -mm -mm -mm. Yaani baby na anguka mm -mm -mm -mm -mm. Siwezi kudondoka kudondokea kwako mm -mm -mm. Umeceniumiza ninadondokea vipi mm -mm -mm -mm. Nimeanguka sirudi tena mm -mm. Penzi lako limenichosha eh, umenikinaidia mm -mm.

wameninyenyua nanenepa na napendeza mm. Wamenileta mjini nanenepa na, na shaini shamota cheki mm. mm. mm. mm. kiatu nanona na doda mm. Cheki na pamba ukweli na jivinjari

Umetisha mwanangu, kila la heri. Mwanzo, mwanzo, mwanzo na sisi. Eh, eh, inakuaje? Shukrani mwanangu. Mwanzo na sisi chana. Okay, naambie kama kawa. Uh, fresh. Unaitwa nani mwanangu? Slim Shady. Unaimba unachana? Na chana. Unaonaje, unashinda una humo ndani? Mm. Okay. Naweza kushinda. Sawa, kushinda sawa, twenzetu mtazamaji hey. Anayeona pale aone ja, ja jamaa. Hakuna, hakuna, Hakuna beat. Aa, hakuna beat, twenzetu Ayapua. Simu zinaita simu zinaita, hmm. Pokea simu mwanangu pokea simu. Bwana subiri kwanza, niko kwenye wakati. Eh, niko hapa niko nani niko nani, simu zinaita sana baada ya kuja kwenye BSS. Haina aina shida. Tuanze tu mwanangu hey. Tuimbe kuhusu nini bana? Chagua chochote tu, mapenzi. Mapenzi mapenzi hmm. <laughs> mapenzi penzi kwangu sia wezi nayachukia ile kinyamwezi mapenzi penzi ya maisha tihelizi, nilifeli tena ginya mwezi biti, nilimpenda tena sana, nilimchaki safi na salama, nilimkumbatia wangu mama, ila alisipaka nipapengo kubwa, sijawai kujutia, ila minavumilia, sijawai kuchukia, ukweli minakwambia, eti mama kisado Umeniacha, umeenda kwa masuperstar, umenifanya minikosela hata kitani, bado wananishanga. Inaumiza, inaumiza sana, kwa sababu ya mapenzi mm. ya mapenzi mm. Ninaoma nanichoma, kinaoma yeah. Bebi, nakuangalia, nakutazamia, sijawahi jutia, nakupenda pia, nakuangalia. Familia yako bado mimi nailea mm. Mami, kumbuka sana. Mm-hmm. livo kubenda kinoma. Yeah. Leo menikache mwana Sio safi na salama, dua zangu kwa mama mm, alikupenda sana yeah. Ila mawe mke wangu mwanangu, nino mawe na sifa mbaya sana uh -huh. Bado mimi nakuchukia nishavumilia, vitendo kwa na nakwambia kwa chuki na tabia, ulinivumilia nikazingatia, na bado ukutumia, nilirudi nyumbani na uku nipokea, ulinipenda sana na na ukweli uh -huh. Leo mbia najuta na wewe unajutia, uko mbali sana si siwezi kuvumilia yeah, kumbuka kuna watoto wameniachia, na kupenda sana ni kweli, nakwambia mami, bado mi ni rasta bonge la kacha, kuna mamlaka kusa, so dakta kwenye moyo wangu umesha kita, bado mi ndo na zidido ndo. Oh, noma kaka. Sasa huu wimbo ni una ukweli ndani yake au vipi? Ah, ni hapa hapa nimetunga. Kila laheri mwanangu.